Usifurahie maisha thing. ya dhambi na ukayachekelea kwa sababu kuna watu hata kifanya dhambi, hata kifanya nini, ajali hapo, ujue Roho Mtakatifu alishaondoka ndani ya kitambo. Mtu yoyote ambaye ana roho wa Mungu anapoanguka moyo wake haukai salama at atalia mpaka Mungu wa msama, na mwisho hatarudi. Lakini ukijiona jiangalia kwenye kio kama the wewe ni mtu ambaye hata ufanye mabaya hata evil, uende kinyume na mapenzi ya you Mungu the will of, uko sawa okay, jijue ya kuwa you know uko kwenye hatari, kwa maana kufumba na kufumbua naikilia hautaenda mbinguni, inakuambia ukweli. Furahia dhambi itafune kama njugu karanga, lakini dhambi ina meno, inatafunaga mtu inamalizaka mtu. Unaweza kudhani uko sawa lakini, lakini lakini huko mahali pabaya kwa hiyo bad, Mungu bado yuko kwenye kiti cha rehema. Huyu Yesu anahitaji mtu ambaye atasema, nimeamua kutoka kwenye hichi kifungo, na jua ya kuwa ulikufa ukafufuka, ili nikombolewe. Sasa kwa damu ya Yesu, kila kifungo kinachotesta maisha yangu, ninakataa. Ninajifungua kwa jina la Yesu. Kama ni kifungo cha dhambi, kifungo cha ulevi, kifungo cha wizi, kifungo cha uongo, kifungo cha uzinaa, ninakataa, ninakataa, ninajifungua ndani ya damu ya Yesu. Sitakuwa mtumwa kila kila siku, kila siku. Kuangukaga na kataa. Wakati unapoamua, Roho Mtakatifu anashuka na anaanza kukomboa maisha yako na anaanza kukufanya kiumbe kipya. Ulikuwa mwizi lakini unajipata wizi umeondoka Ulikuwa mlevi unajipata kiu ya, ya, ya pombe inaondoka. Ulikuwa kahaba, lakini ile hali ya ukahaba inaondoka. Mungu anakupatia neema, anakupatia uzima, kwa sababu damu ya Yesu inanena mema juu ya mteule.